Hujambo na karibu kwenye pitapita za kwangu, mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam, nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika, nilianzia humu nchini kabla kwenda Gaibuni. Niwapo wajiunga nasi for the first time, hakikisha kwamba umesubscribe ili usiachwe nyuma kwa vyote vile. Sign in. Sign in na chini ya video hii kuna yako hapa chini. Nitakuwa bomba tena zaidi. Naam, nikianzia humu nchini iazia eneo la kigomba kago, kagombani kagombani kule Kilifi. Watu wa Kilifi mpo, Kilifi siku hizi ina mambo. Naam, kule Kilifi kuna pasta mmoja aliyekuwa kiongozi akiongoza ibada ya mazishi kijijini hapa, aliacha waombolezaji vinywa wazi alipokiri hadharani jinsi alivyopoteza miaka nyingi ya ujana wake kuwaroga na kuwatesa watu wasio na hatia. Pasta huyo aliungama waziwazi kwamba kwa zaidi ya miaka 30 alikuwa amefungwa kwenye minyororo hiyo ya giza kushirikiana na babake mzazi kwa uh, ambaye kwa sasa ni marehemu eh, kuwapeleka watu jongomea eh, kupitia nguvu za uchawi. Yaani amesema for 30 30 good years walikuwa wanafanya mambo ya uchawi na ushirikina na baba yake. So ndio akaokoka baadaye. Sasa watu wanaanza wakaanza, mm, mm, mm. So nashindwa. Wanaanza mtu, mm, mm, amekiri mwenyewe kwamba alikuwa na ameshatoka huko. Sasa mbona mwanze kumjaji? Najiuliza huyu angekuwa ni pasta wako? Bado ungeendelea kuamini akihubiri akitenda miujiza, Mungu akimtumia, bado ungeendelea kumwamini ama ungekumbuka yale ambayo alikiri? Nawanda no na wengine wanaogopa kutoa shuhuda haya juu watu watawajaji. Ukitafakari juya hayo, nikavuka kutoka kule nikavuka mpaka wapi? Mpaka eneo la Mlolongo kule, eh, Mlolongo mjini, Mlolongo mjini kwa Kiambuka, eh, Machakos County naam, ambapo mwana boda boda mmoja mtaani hapa aliwacha wenzake midomo wazi alipoeleza jinsi alivyomzomea mrembo mmoja kwa kumpapasa akiwa amembeba kwa pikipiki. Nasema kwa jamaa huyo huwa anawavutia wateja kwa sababu ya tabia yake ya kuwaheshimu watu. Siku ya kisanga, kidosho huyo anayehudumu katika klabu moja mtaani alimpigia simu ili ampeleke nyumbani. Anasema walipoanza safari, mwanadada huyo alimkumbatia jamaa huyo na kuanza kumpapasa. Unajua hii tabia kwenda, una, unabebwa na bodaboda, alafu unashika, kweli unaweza kuwa unamshika ndio, angalau usianguke, lakini wengine Ai, wanazidi umevaa tungo tufupi alafu una nia gani? So huyu dem hata badala like, ya kumshika tu akaanza kupitia pitia mikono, ni kama sijua anania ipi. ah, mwanabodaboda alimkemea. Nafikiria watu wote wangekuwa na msimamo kama huyu mwanabodaboda nafikiria ulimwengu ukikuwa tofauti eh? Tunapoishi hapa. Naam, ilifanyika wapi? Mlolongo mjini. Kitafakari juu ya hayo, nikavuka mpaka Embakasi Nairobi. Mbakasi hapa jini Nairobi, kuna mwana dem mmoja wa hapa aliamua kuanika siri nzito kuhusu maisha aliyokuwa akiishi. Kwa, kwa miaka miwili, anasema amekuwa akifanya mapenzi kwa siri na rafiki wa karibu wa mpenzi wake, hali iliyomweka katika hatia, woga na mkanganyiko kwa, kwa nje anaonekana kuwa katika uhusiano wa kawaida lakini ndani anaishi maisha ya uoga yanayomtafuna ya kila siku. Anaeleza kuwa mapenzi hayo ya siri yalianza kama jambo la kupita, lakini yakageuka mzigo mzito wa kihisia. Please, ndipo sabili naongea kuhusu usiamshe mapenzi kabla wakati wake. Sasa angalia huyu ako na mpenzi alafu ndio ametafuta mpango sasa hizi ameshindwa ameshindwa anasema sasa hii, na anashindwa inamkula kwa ndani. Waache kule, achana hiyo tabia hiyo. Ni tabia chwara, kucheza watu wawili na marafiki. Ah, fanye uamuzi mara moja wewe. Ah, acha niachane na hayo. Nikatoka kule basi nikasema acha niachane na Kenya, eh, nikavuka mpaka kule Dabu Uingereza. Dabu Uingereza, ambapo eh, kuna jombi mmoja wa hapa analalamika kuwa tangu yeye na mkewe waanzishe eh, familia, maisha yao ya kijamii yalififia ya, yali eh, kabisa wa, wakiwa na watoto wawili wadogo walijuta wali, wakikosana walijikuta wakikosana na karibu na marafiki wao wote wa zamani, kwa kuto, uh, kutotenga muda wa kuwa nao. Ratiba ya kulea watoto, uchovu na vipaumbele vipya, basi vikasababisha urafiki ukaisha. Kwani mtu akioa haifai aendelee kuwa na marafiki? Lakini nao baada ya kuoana Hawakuwa na muda na wa marafiki. So what do you expect? Urafiki unadumishwa na watu kukutana na kuwa na muda na mwingine. Kama muda upo, hata ndo haiwezi dumu. Naam, nimalizie kule London Uingereza. London Uingereza kuna kalamiri moja jijini hapa amekiri kuwa uraibu wake wa kutazama pornografia pornogra, pon, unatishia kuangamiza kila kitu alichojenga na mpenzi wake, yani amefika mahali amependa mambo ya pornografia mpaka anasahau ameoa hey, na kuambia, Inasemekana kwamba e, licha ya kumpenda kwa dhati mke wake ameshindwa kudhibiti tabia hiyo, hali inayosababisha migogoro na kadhalika. Mbona mbona lazima uone picha kama hizo? Si uende bedroom mkae wawili, alafu mkae hivyo, angalau kama utaridhika hivyo. Sasa angalia, huu ni ushetani mwingine ambao utaharibu ndoa yako, so please, achana na hiyo tabia chwara. Ni kwenye pita pita za kwangu hapa ni Victor, mkipenda Victor Mandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii kuna neno subscribe, kliki neno subscribe. ukiambia sign in, sign in na jumla account yako Copy the link and share na naeke comment yako pale itakuwa vema zaidi subscribe, eh? bye-bye.